na leo tupo kwenye kikao cha ishirini na tatu, tungali kwenye ile ile hadithi yetu ya bi Aisha. Kikao cha leo kitazungulukia katika unwanu isemayo ihyauhu sallallahu alayhi wasalama al-laila fi al-ashr al-awakhir, Mtume alaihi salatu wa salam, kuhuisha usiku wa kumi la mwisho, kuuhuisha kwa ibada. Hadithi ambayo imetangulia hadithi ya Aisha, kwamba mtume alayhi salatu wasalam, imekuwa inapoingia kumi la mwisho, anakaza vikoe vyake na kuuhuisha usiku wake kwa ibada, na anaamsha wake zake. Hadithi yamepokea Bukhari na Muslim.

na zingine ibada unazozijua. Na wa ahamu tilka libadati li solat laili, na ibada iliyokuwa ya muhim zaidi katika hizo ibada zote tulizozitaja ni sala ya usiku ambayo tunasema an-nawafil. Sunna fa salli tarawih kamila, sali tarawih yote nzima, sali tarawih yote nzima Wasalli ba'daha ma tayassar, na baada ya tarawih hakuna ubaya kama ikiwa utasali yale uwezayo. Lianna dhalika kullahu min qiyami llaili lmashru', kwa sababu yote hayo ni katika kisimamo cha usiku ambacho kipo katika sheria yetu. Leo aweza kuja mtu au leo unasikia baadhi ya kauli, anakwambia ukishasali ukisha tarawehi hauruhusiwi tena kusimama usiku kusali. Hii kauli haipo sahihi hata kidogo. Sala ya usiku ni pana, na mwisho wake ni wakati alfajiri inachomoza na mtu yuko uhuru kusali sala ya usiku kadri awezavyo. Waweza sali mwanzo wa usiku rakaa kadhaa, kisha ukalala ukashtuka tena kati ya usiku ukasali tena zingine rakaa, kisha ukalala ukashtuka tena mwisho wa usiku ukasali zingine rakaa. Al-amru wasi' al-amru wasi', haya

usiku huu kunako kuzidisha katika masala ya taa wa min dhalika la sura, salatu laili. Na miongoni mwa hizo taa ni usiku ni sala za usiku. wakad madaha Allahu taala ulaik. Na Allah amekwisha wasifu hao

wamekuwa ni watu wenye kusimama kwa mula wao, mabaina salatin wa qira'atin wa dhikrin wa du'ain wa tadarru'in, baina ya kusali wanasali wa moja au kuisoma Qur'an au kufanya adhkar au du'a tofauti au wengine wakiwa katika ibada za kujikurubisha kwa Allah na unyenyekevu wa hali ya juu, akthar min al-istighfar fi awqat as-sahar. Ewu mwanadamu kifirisha kuomba msamaha kwa Allah kunako wakati wa sahur, ule wakati mushu, mushu, usiku wa kula daku, mwisho mwisho wa usiku. Allah subhanahu wataala anasema

amaliza kufanya ibada zake zingine, anaamua sasa kukaa anafanya istighfar kwa kusubiria adhana ya alfajiri. Istighfaru lmudhnibi lidhanbihi, kuomba msamaha kwa mwenye dhambi kutokana na dhambi yake. Wa lilistighfari bilashar, na kwa ajili ya kuomba msamaha kwa muda huu wa kabla ya alfajiri, fadilatun wa khasisatun laysat li ghayrihi, ni bora na ni kitu special ni kitu hasa ambavyo havipatikani katika wakati mwingine. Kama qala ta'ala fi wasfi ahli al-iman limani wa at-ta'a, kama jinsi Allah alivyosema kwa kuasifia watu wa imani na watu wa taa watiifu, walmustaghfirina bil ashar, Suratu al-Imran na wale wenye kuomba misamaha kwa Allah kunako huu wakati wa mwisho. Ya subhanallah, wakati bora, ndio maana hata kama umisali tarawihi, basi mwisho wa usiku usikupiti, kutokana na fadhila ambazo zinapatikana katika mwisho wa usiku. Ightanim akhir al-layl, utafute mwisho huu wa usiku, utumie muda huu wa mwisho wa usiku ambao ni athuluth alakhir min al-layl ambayo ni sehemu ya tatu ya mwisho wa usiku. Chukua usiku wako, gawa mara tatu: usiku wa kwanza, usiku wa pili na usiku wa mwisho. Ule usiku wa mwisho sasa, kama muda ya saa 8 saa 9 saa 10, fi kulli al-aam. Na hili ni jambo ambalo linapatikana kila wakati, mwaka wote mzima wa fil layali al-ashr al-awakhir min Ramadan na pia kunako kumi la mwisho la Ramadhani, liijtimai iddati fadhaili lithuluthi lakhiri min allaili, kwa sababu panakusanyika emo fadila nyingi ndani ya usiku wa mwisho wa Ramadhani, ndani ya usiku wa kumi la mwisho la Ramadhani, mwisho wa usiku. Fa idha kana fi layali ashri alawakhir, ikiwa ni katika usiku wa kumi la mwisho

inapomalizika nusu ya usiku, au thuluthahu, au sehemu ya tatu ya usiku. Yanzilu Llahu tabaraka wa taala ila samai dunya, Allah subhanahu wataala anateremka mpaka kwenye hii mbingu ya dunia. Fayaqul, anasema: hal min sa'ilin yu'ta, je kuna yeyote ambaye anataka kuniomba ili nimpatie kwamba kitu chochote ili nimpe hal min da'in yustajabu lahu, Je, kuna yote mwenye kuomba dua ili ajibiwe dua yake. hal min mustaghfirin yughfaru lah. Je, kuna yote mwenye kuomba msamaha ili apate msamaha wa msamaha wa Allah. Hatta yanfajira as-subh. Mpaka pale ambapo alfajr asubuhi inapopambazuka. Rawahu Muslim. Ya Subhanallah. Tazama hizi fadila ambazo zapatikana kunako usiku wa mwisho mwisho mwisho wa usiku karibia mwalfajiri. Kisha anakuja mtu bikuli saraha, anazungumza kwa uwazi kabisa kwamba mtu akishasali tarawih basi imetosha. Usiku wa mwisho kuna fadhila nyingi. Yanzilu rabbuna, anateremka Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbe mtu afanye ibada tofauti, imma asome Qur'an, afanye adhkar, afanye tasbihat, aombe dua, asali. Lakini kinachozingatiwa ni kwenye nukta ya witri, kwenye nukta ya witri, Mtume alayhi salatu wassalam amesema, la witrani fil laila hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja. Hadithi amepokea Imam Tirmidhi, yani hadithi iliyokuwa sahihi. Lakini anakuja mtu anakwambia hakuna sala mbili za sunna kwenye usuna kwenye usiku mmoja. Wapi haya mliatoa? Kitabu gani mlitoa haya mambo? Kama kwenye usiku mmoja mtu hawezi akasali sala ya sunna mara mbili amisha sali mwanzo na usiku pia anaamka kusali. Wapi mliatoa hayo? Hadithi gani ambayo inasema msisali sala ya sunna mara mbili kwenye usiku mmoja? Hadithi gani? Bali hadithi misema msisali witri, ile rakaa moja ya witri au ile idadi sio gawika na mbili, msisali mara mbili kwenye usiku mmoja. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ajibu mambo ya kushangaza sikiliza Imam Tirmidhi rahimahullah kwenye sunna kwenye babu inasema majaa la witrani fi laylatin hakuna witri mbili kwenye usiku mmoja hakuna mbili kwenye usiku mmoja Akasema hivi, wakhtalafa ahlu lilmi fi ladhi yutiru min awali llaili thumma yaqumu min akhirihi, wana wa ilmu amekhtilafiana kwa mtu ambaye kisha asali mwanzo akasali witri yake, alafu anataka kusimama mwisho wa usiku, wana wa ilmu amekhtilafiana kusikana na hiyo witri yake ataifanyaje?

Wakasema kwamba ataongeza raka nyingine iwe ni ya kuvunja ile witri, alafu asali raka ambazo anazotaka kuzisali. thumma yutiru fi akhir swalatihi, kisha mwisho tena akitaka kumaliza ile sala yake ndo asali witri, ndio asali witri. Na, ha, na hii kauli ndio ambayo amechukua Imamu Ishaq Ibn Rahoya. Swala linakuja kwa wale ambao wanasema mtu akiamka usiku asisali tena. Vipi hii kauli, wamekosea wala la? Na kama wamekosea, kwa dalili gani ambayo mtakayojishikiza kwayo ya kuonyesha kwamba hawa wamekosea? Dalili tupeni, dalili yenye iko wazi kabisa ya kuonyesha kwamba ambaye atakayeamka tena kusali kakosea. Kauli ya pili Waqala baadhu ahli lilmi min ashabi nabi sallallahu alayhi wasalama wa wa ghirihim, na wengine wana wa ilmu katika masahaba wa mtume na wengine wao wakasema: idha autara min awali llaili thuma nama, ikiwa kwamba mtu atasali mwanzo wa usiku akasali na witirikisha akaamka akaamka

ndiye anasali tu raka zake mbili mbili mbili mbili mpaka atakapomaliza khalas. wa huwa qawlu Sufyan Athawri. Na hii ndio kauli ya Sufyan Athawri wa Malik ibn Anas, na ndio kauli ya Malik ibn Anas wa ibn Mubarak, na ndio kauli ya ibn Mubarak wa Shafi'i, na ndio kauli ya Imam Shafi'i wa ahli al-Kufa, na watu wa Kufa kule Iraki, na wenyewe ndio kauli yao wa Ahmad, na ndio kauli ya Imam Ahmad. Kisha Imam Tirmidhi akasema wa hadha asahhu na hii ndio kauli iliyokuwa sahihi zaidi. lianahu qad ruwiya min ghairi wajhin an nabiyya wa sallallahu alayhi wasallama qad salla baada lwitri, kwa sababu zimepokelewa kwa njia tofauti, dalili tofauti, kwamba Mtume aliwahi kusali baada ya witri. Mtu anakuambia tu ukishasali tarawih, hairuhusiwi tena kuamka usiku kusali. ma hadha kwa dalili gani ambayo mjish, watu wamejishikiza kwayo ya kuonyesha kwamba haijuzu kusali baada ya tarawih ambao ulisali mwanzo wa usiku? Dalili ipi? Kwa hiyo al-amru wasi, maduati ambao wanakaza kwenye hili jambo kuonyesha kwamba mtu akishasali tarawih haruhusiwi tena kusali usiku mpaka. Na wengine wanafikia kusema kwamba ni bid'a kusali tena usiku. Hadha tashaddud walghulu, hii ni shida, ni ukaziaji kiasi fulani. Kwa hiyo mtu anasali na akiamua kuamka usiku tena kusali, al-amru wasi yuko huru huyo. Ni ufupi wa haya masala. Ikilazimika kuyazungumza kiundani, basi tutakuwa hatuna budi kufanya hivyo. Tunaendelea, shekha anasema qum bitanwi'i fi al-ibadati fi al-layli, fanya ibada tofauti katika ibada zako za usiku. Fa idha ahsasta bi ba'd bbd ta'ab fi ibadati fantaqil ila ukhra ukihisi kuchoka katika ibada hii hama kwenye ibada nyingine. Umesoma Qur'ani, ukihisi kuchoka amia kwenye dhikri, umechoka mia kwenye sala, umechoka. Yani neno la badilisha, badilisha, zote zinakubaliwa. wa min dhalika layali al-ashr, layali al-ashr al-awakhir min Ramadan, na hayo hivyo hivyo pia katika kumi la mwisho la Ramadhani. Salli qiyam al-layl, salli qiyam al-layl, iqra min al-Qur'an, soma Qur'an

Wako wapi, wapi wenye kutaka kuomba dua mpaka pale alfajiri tapopambazuka. Rawahu Muslim. Wa harisa ala hadhihi al-umuri al-arba'ati maa salati al-layl jihitam, na hivi vitu vinne pamoja na sala ya usiku, kuomba istighfar, kuomba tauba kwa Allah, kuomba maombi yako ambayo uko nayo, kumwomba dua pamoja na sala, vinakuwa vitu vitano jita na hivi vitu alistighfar wa tauba wa sualullahi wa dua wa, wa, wa sala. Kisha jambo lingine la sita, wa ahamu ihyai lilail huwa salatul lail qiyamu laili, katika vitu ambavyo ni vya muhimu vya kuhuisha usiku ni sala ya usiku Qiyamul layl kisimamo cha usiku. Mtu leo <laughs> anakuja, anakuambia eti sijui, qiyamul layl, tarawih, tahajjud yote ni kitu kimoja. Ndio, yote ni qiyamul layl, lakini vina utofauti hivi tu. Kuulize swala, anayesali tarawih, anayesali tarawih rak'a 11 baada ya swalatul isha na anayesali rak'a 11 karibia al-fajiri.

wa kana idha nama min al-layli aw marida salla min an-nahari thintay 'ashara rak'at qalat thintay 'ashara rak'a, na alikuwa akilala akapitiliza usiku hakusali au anaumwa, basi usubuhi atakapoamka pale asubuhi, usubuhi, baada ya sala yani kile kipindi cha duha, anafika anasali rak'a kumi na mbili. Qalat Aisha anasema

Ibada za usiku ni ibada zilizokuwa adhimu. Watu tujihitamu na ibada hizo, tusiwa vivu, tusiwa zembe, tusiwa puuzi. Hapo tutakuwa ni wenye kufaulu. Hadha billahi tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.